Mimi naamini matarajio ya wanamsimbazi siku zote imekuwa ni kupata matokeo, na sisi slogani yetu ni kwamba kwa Mkapa hatoki mtu, na mimi kama mtendaji mkuu naamini kwamba mashindano yanaendelea, e, fokasi ilikuwa ni wao kufuzu, wamefuzu, tuwape pongezi na sehemu zote ambazo za kiufundi ya sasa sasa, sehemu ya kupata matokeo kama ambavyo a, mashabiki wetu wametarajia, tunaamini atafanyiwa kazi. Malengo yetu yanaendelea kuwa yaleyale na ndio maana mnaona jitihada zetu kubwa ni kuhakikisha sisi tunapata sapoti kubwa ya mashabiki, na mashabiki wetu siku zote wamekuwa uh, ni kiungo muhimu katika mafanikio ya klabu yetu. Kwa hiyo niendelee kuwaomba tuunge mkono, na sasa tunapelekea katika mechi zetu za ligi kuu, tuna mchezo dhidi ya Tabora United uh, TRA, lakini vilevile tuna mechi yetu uh, dhidi ya Azam. Kwa hiyo naamini wataendelea kutupa mkono na kutuunga zaidi. Uh, mipango inaendelea kawaida kuhusu masuala ya kiwango kuridhika ambayo eh, mwalimu wetu anaendelea kufanyia kazi. Tunafahamu kwamba ye amekuta timu tayari ikiwa imeshaanza msimu, tumesha sajili wachezaji uh, na focus yake naamini ipo katika kuimarisha kikosi chetu. Uh, ni bahati mbaya tu kwamba tujapata matokeo tuliotarajia hapa Mkapa, lakini lengo lilikuwa ni kufuzu na tumefuzu. Asanteni.